Sisi eh, tumepewa majukumu maalum. Tunatakiwa tuchunguze mambo takriban sita. La kwanza kuchunguza na kubaini chanzo halisi cha matukio wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo chanzo halisi, kwa Kiingereza tusema root causes, chanzo cha msingi, root causes, root causes. Inawezekana kuna root causes na kuna immediate cause. Kwa hiyo kuchunguza hilo, kubainisha nini kiini. Pili ni kuchunguza lengo la liliokusudiwa na wale ambao tutaona walikuwa wamepanga na kutekeleza vitendo hivyo, yaani lengo lao lilikuwa nini? Walioshiriki, walioshiriki lazima walikuwa na lengo. Lengo, lengo lipi hatujui lengo gani? Tatu, kuchunguza na kubainisha madhara yaliyojitokeza ikiwemo vifo, majeruhi, uharibifu wa mali na miundombinu, na madhara ya kiuchumi na kijamii. La nne ni kuchunguza mazingira na hatua mbalimbali mbali zilizochukuliwa na serikali na vyombo vyake na mtu yoyote mwingine au taasisi nyingine katika kubaini na kukabiliana na yaliyotokea, mazingira na hatua zilizochukuliwa. Sita, kupendekeza maeneo yanayohitaji kuimarishwa zaidi ili kuongeza uwajibikaji wa viongozi na raia kwenye kulinda amani ya nchi yetu, utawala bora, haki za binadamu, utawala wa sheria na mfumo madhubuti wa majadiliano ya kisiasa, kijamii na kiuchumi hadi kufikia maridhiano ya kitaifa na kuhakikisha vurugu kama hizi hazijitokezi tena. Na la sita ni kuchunguza jambo lolote ambalo tume itaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu ya tume. Hizo ndio hadidu zetu za rejea, terms of reference, ambazo ndio zitatuongoza, lakini kama unavyosema kuna ile namba sita, akiba kama tunaona jambo linahusu linahusiana, basi tunaweza tume imepewa ule uhuru wa kuweza kusema na hili pia tutashughulika nalo. E, hatuna haja ya kibali kingine cha mtu yoyote, tutaamua sisi wenyewe. Jambo lingine ambayo tunataka labda pia tuwape taarifa kuhusu mawanda ya kazi yetu. Kwa hiyo, kwa kwa tume pia iko huru kutafsiri hadidu za rejea. Jambo nyingine pia hiyo, kwa tafsiri ya hadidu za rejea, mawanda ya kazi, katika kutekeleza majukumu yake tume itazingatia kwanza na kawaida ni masharti ya sheria ya tume ya uchunguzi na utaratibu utakaojiwekewa mujibu wa kifungu cha kumi na moja cha sheria ya tume ya uchunguzi. Nasema kifungu hicho kinatupa mamlaka sisi wenyewe e, sisi wenyewe e, kuandaa taratibu zetu, kukubaliana taratibu ambazo tutazitumia. Inaweza e, kueleza taratibu nyingine ambazo tume ya uchunguzi wa tume utahusisha maeneo yaliyoathirika zaidi na hasi ya kwa upande wa Tanzania bara ili kubaina aina ya matukio, chanzo, athari na hatua zilizochukuliwa katika kuzuia na kudhibiti hali hii. Lakini pia tunafahamu kwamba matukio hayakuwa tu Dar es Salaam, yalikuwa kwenye mikoa mengi, kwenye wilaya. Kwa hiyo pia tume eh, itakwenda pia belea mikoa hiyo mingine wilaya hili mingine. Lakini tumeona pia kwamba kuna wilaya nyingi Tanzania, nadhani kuna wilaya kumi na nne ambazo kulikuwa na matukio katika wilaya ishirini na sita. Lakini tujifunze kutoka wilaya ambayo haikutokea kitu eh, kuna wilaya hakuna kitu kilichotokea, tujifunze eh, kuna nini kule kwa nini hapa imetokea, hapa haikutokea, kutusaidia pia kutafuta kiini e, na kutafuta suluhisho la muda mrefu e, la kuweza kuishi kwa kwa e, amani kama e, nivyosema awali, sheria ya tume inaipa mamlaka tume kumwita a, kumwalika mtu yoyote, na tutawaalika kwa ajili ya mahojiano kwa lengo la kupata taarifa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa Watanzania, kwa wadau wote, tushirikiane tushirikiane, ili tume iweze kupata taarifa sahihi na nasisitiza ya ukweli e, taarifa ya ukweli sahihi e, ambayo itatuwezesha na sisi kama tume kuweza kufanikisha uchunguzi na hadidi za rejea. Methodolojia methodolojia ni muhimu kwa kila tume, sababu ndio mbinu kuu ili kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kwa mawanda mapana, tume itatumia njia mbalimbali ili kupata taarifa sahihi na za kina. Njia hizo zitajumuisha kwa mfano Mwaj, mapitio ya uchambuzi wa nyaraka mbalimbali, mahojiano ya ana kwa ana na kwa njia ya mtandao, dodoso la mtandaoni barua pepe, barua za kawaida, ujumbe mfupi wa simu, kutembelea uwandani, mijadala ya makundi mbalimbali, ushauri wa kitaalamu na kadhalika. Lakini imani yetu kuwa kwa kutumia njia hizi na nyingine, tutaweza kupata taarifa zote muhimu na tutawafikia wadau walio wengi. Mambo mawili yatutuongoza ni kupata na kushirikiana na wadau walio wengi e, walio wengi e, ili tuweze kutimiza kazi zetu. Kwa hiyo tumeanza pia kwa kuainisha wadau muhimu ambao tutaanza kushirikiana nao na hii listi haijafungwa ni listi endelevu eh. Hata nyinyi kama waandishi wa habari, kama kuna mtu au taasisi mnajua ana taarifa maalum, basi tujulisheni. Lakini hawa ni wadau ambao tumesema ni muhimu kuanza nao, tuanze nao hao. Na kaika baadhi hao, kwanza ni waathirika kwa sababu moja katika amoja katika e, tume hizi nafanya ni kuponya e, therapeutic, e, ni kuponya kuanza kuponya. Kwa hiyo waathirika ni wadau wetu muhimu ili kujua nini kimetokea, watuhumiwa walioshiriki pia tujue e, tujue na kwa sababu sisi hatuna mamlaka ya kijinai hatuna e, mamlaka ya kijinai hatumshtaki mtu sisi. Kwa hiyo A -a. E. wale walihusika, pia tutawatafuta waweze kutueleza na nini e. vyama vya siasa, asasi za kiraia wasimamizi wa uchaguzi, e, na tume huru ya uchaguzi, viongozi wa dini, viongozi wa, wa bodaboda, viongozi wa machinga, wafanyabiashara na wajasiriamali, washiriki wa maendeleo e, watu mashuhuri, mamlaka za serikali, mita, za mitaa, za vijiji, za kata, hasa kwenye maeneo yaliyoathirika zaidi, vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia sekta binafsi, walinzi wa sekta binafsi e, waandishi wa habari, watafiti, wataalamu wa sekta na fani mbali mbali. Kama nilivyosema, ukiangalia yale hadidu za rejea zile e, nyingine zinahitaji utaalamu, nyingine zinahitaji hivi e, lakini kama tulivyosema sisi, msingi wa shughuli zetu, tumesema kutaka kushirikisha na kuwa na wabia wadau wengi ipatikana eh. Muda wa kazi hadidi za rejea zimetupa siku tisini. Kama nilivyosema, siku tisini zimeanza kukimbia tangu tarehe 20 Novemba. Kwa hiyo kama ni saa, kila muda, kila muda, kila nukta ni muhimu kwetu, ni muhimu kwetu kwa hiyo tunaomba amasema ushirikiano ili tuweze eh, eh, kumaliza kazi yetu, lakini nyingine moja eh, kabla sijahitimisha eh, niseme tu eh, kwa, kwa, kwa, kwa uchambuzi wetu wa haraka haraka kwenye yalitokea Watanzania wenzetu wanataka nini kutoka kwenye tume kama hii? Kwa sababu kabla hatujaanza kazi na sisi pia tumejiangalia, eh, wenzetu wanataka nini? Watanzania wenzetu kwanza, wanataka uchunguzi kamilifu, e, usifanyike nusu nusu. Uchunguzi kamilifu. La pili, wanataka tuwe wawazi kwenye kazi. Tatu, kama tuchukua ushahidi, tuchukua ushahidi ambao utatumika Sio tutachukua ushahidi ambao hauwezi kutumika eh. Kwa sisi ndio maana tunasema kwenye mambo mengine itabidi tuchukue ushahidi chini ya kiapo, lakini wengine inategemea itakuwa kwa taarifa. Kwa taarifa, kwa uwazi, tunasema mikutano yetu mingine yatafanyika kwenye hadhara, lakini nyingine kwa sababu nyingine itabidi tuende kwenye faragha, tutakwenda kwenye faragha, kwenye mazingira maalum kulinda kwa mfano haki za mtu eh, haki Tanzania. Sasa hivi kuna data protection act kama mnafahamu, labda yule mtu tunaogopa anaweza kudhuriwa eh, akishirikiana na sisi na kadhalika. Kwa hiyo tumewekea parameters ile, lakini Watanzania wanataka tuchunguze kwa kina, tuchunguze kwa utaalamu wa kutumia data na kadhalika. Kwa hiyo nadhani hayo matakwa sisi tumeyaona na ndio atakayetuongoza eh, katika kujibu eh, kujibu hadidu za rejea eh, eh, hatuto natafuta msemo kwa Kiingereza, ni rahisi, inabidi ni tafsiri, lakini kwa Kiingereza wanasema kwamba tume, we will leave no stone unturned, hatutaangaliwa jiwe bila ya kuligeuza wenyewe. Mnaweza kufuata tafsiri yenyewe, we leave no stone unturned. Kwa hiyo naomba nihitimishe tu sababu tuna muda hapa uh, kwa maswali kuwashukuru, uh, kwa uh, katika mjumbe mmoja ambao tulikuwa naye bahati mbaya ameugua kidogo uh, uh, yuko safarini ni Balozi David Kapia ambaye uh, uh, mara nyingi alikuwa msaidizi wa Rais Mkapa uh, kwenye mazungumzo ya amani Burundi DRC na kadhalika kama tumeona mmoja katika hadidu za rejea yetu ni kwamba tunaunganisha nini tume na, na maridhiano na amani e, mmoja katika hadidi za rejea kwa hiyo e, uzoefu e, wa Burundi DRC, na mambo mengine itatusaidia e, kwa sababu yeye alishiriki kabisa kama msaidizi kwa muda mrefu wa Mheshimiwa Rais Mkapa na hayati atatusaidia e, kwenye hilo na wengine e, kama tunasema tume, tutatumia e, utaalam e, wengine kuja, kuja kwa hiyo nihitimishe tu kwa kusema kwa kusema kweli ni kwamba pamoja e, na uchungu mkubwa uliotupata majibu ya mambo mengi karibu yote tunayo sisi wenyewe eh, tunayo sisi wenyewe. Tusaidiane tuweze tukijibu hadibu za rejea kwa umakini, basi itakuwa ndio msingi wa mijadala ya mbele. Tunakwenda wapi? Tunafanya nini? Tunamwajibisha nani? Kwa nini? muda gani? na kadhalika. Swala la kwanza linahusiana na swala la legitimacy kati ya wadau ambao mmewataja mna kwamba mnaomba ushirikiano nao ni vyama vya siasa na wanaharakati ambao baada ya tume kutangazwa wakaonyesha kuwa na mashaka, hawaiamini tume au hawaamini wajumbe waliopo kwenye tume. Hili linawapa shida kiasi gani katika kutekeleza kazi zenu? Swala so la pili, moja kati ya vitu ambavyo mnakwenda kuchunguza ni root causes za hii sakata iliyotukuta, na kwa maneno yako hapa ya wakati na baada ya uchaguzi, lakini upo uwezekano kwamba yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi ni matokeo ya mambo mengine yaliyofanyika nyuma kabla ya hapo. Kama nyinyi mawanda yenu ni ya wakati na baada ya uchaguzi, amuoni kwamba mtaacha mambo mengine yaliyotokea kabla ya hapo ambayo pengine ndio yalisababisha haya. Swali so, la, la tatu pamoja na kwamba mmesema mnayo mamlaka ya kutafsiri hadidu za rejea, lakini nadhani zile ambazo wamewapa yule aliyeunda tume mtazizingatia sana. Wakati anatangaza hii tume alisema baadhi ya hadidu za rejea na kuna mambo yaliyasisitiza. Kwa mfano, alitaka muende mkawahoji watu ambao wanahisiwa kushiriki, hasa wale ambao yeye mwenyewe akatukia neno waliosema watakinukisha ni neno moja tu, lakini neno hilo hilo watatu watakinukisha limetumika, tumesikia kwenye kesi yanayokabiliwa na mwenyekiti wa Chadema mahakamani na likawa ni sehemu ya mabishano ya kisheria mahakamani, na huyu ameunda tume anataka mwende mkawaoji watu waliosema watakinukisha. Ni vipi mtakwenda kulifanya hilo kwa kitu ambacho kipo mahakamani? Asante sana. Asante, na shukuru. Karibu mwenyekiti Balile. Ah, asante sana, mimi naitwa Deodatus Balile ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri na mhariri mtendaji wa gazeti la Jamhuri. Eneo moja ambalo linazungumzwa sana kwenye vyombo vya habari na kwenye mijadala sehemu mbalimbali, kwamba tume hii iliyoundwa imesheheni watu ambao umri wao umekwenda juu sana lakini vijana ambao ndio walikuwa chanzo cha haya matatizo hawamo kwenye hii tume, mtafanya nini kuwashirikisha hao vijana na kuwaaminisha kwamba yale mliyoyaona ndiyo yatakayokuwa yamewekwa wazi kama ulivyosema kwamba uwazi utatamalaki bila wao kuwepo kushuhudia wakati mchakato unaendelea? Asante. Mimi asante. Asante. Ni Nevel Mena, ni mwalimu mtendaji wa jarida la Fama mekuwa na kampuni ya Media Brains. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na jopo lako, ni kwamba kumekuwa na kauli za viongozi wakuu kuhusiana na sababu za yale yaliyotokea na kumekuwa na tuhuma kama vile walipewa fedha, walishawishiwa, walifaa moja mbili tatu. Je, hili halifanyi aliwa preempt nyie kazi mnayokwenda kuifanya kwamba tayari serikali kwa maana ya viongozi wake wameshatoa kauli ambazo zinatoa mwelekeo wa kiini cha tetizo cha, cha, cha, cha lenyewe. Jambo la pili, tume ina siku tisini na ninyi mko tisa. Maeneo yaliyotokea vurugu ni mengi, na kuwafikia watu lengo moja wapo, umesema kunatakiwa watu waponywe um, sijui sasa utakuwa ni ushauri. Nafikiri kwamba pengine tungekuwa na kitu kama zile mahakama za Rwanda gacaca ambazo watu wangekwenda pale kuzungumza na kuzungumza mambo yao na kulia kwao, ili wapate uponyaji baadaye, kwa sababu si rahisi kwamba wote wataifikia tume yako. Asante. Asante sana kwa maswali haya na ufafanuzi. Moja ni kuhusu legitimacy. Kweli tunafahamu kauli au misimamo ya vyama vingine vya siasa kuhusu uundaji wa tume, lakini kama unasema, sisi tutaomba ushirikiano na sio jambo la ajabu watu kuto kushirikiana na tume za uchunguzi za aina hii. E, mimi nimefanya kazi kwenye tume nyingi za kimataifa ambazo ile nchi husika haishirikiani na tume ya uchunguzi, lakini uchunguzi unaendelea. Lakini kwa hapa tutawabembeleza, tutawaomba, maana hatuendi kushurutishana kwa sababu wana nafasi kubwa eh, kwa sababu hatuangalii tu yaliyotokea, lakini pia roadmap ya huko tunapokwenda eh, roadmap ya huko tunapokwenda na moja katika adidi zetu tumeombwa tupendekeze hatua za kuweza kuimarisha na kufikia huko kutoka tutakachogundua na huku Tanzania ambayo salama amani, mambo ya katiba mpya au katiba inayopendekezwa na kadhalika. Kwa hiyo kwenye ile process, ni process gani, wakati gani? Kwa hiyo sisi tutaomba ushirikiano eh, tutaomba ushirikiano kwa kila mtu, hata aliyekataa tutawaomba sio mara moja hata mara tatu. Pili, root causes tutamuona, eh, tushirikiane naye eh, tushirikiane naye. Tukio kweli ni la siku tatu tulioambiwa, lakini tunakabisa kwenye root cause analysis, lazima urudi nyuma tena nyuma sana. Eh, kwa hiyo tutarudi nyuma huko eh. Kwa hiyo tutakuwa pamoja kwenye kubaini root causes. Tukio limetokea ishirini na tisa na siku tatu mfululizo pale, lakini inawezekana limetoka mbali sana eh. Turudi huko nyuma, turudi huko nyuma, tusaidiane pamoja kuwa na root causes, kwa sababu mjadala baadaye utakuja, tuongelee hizo root causes. Eh, tunazi unroot vipi? Kwa hiyo eh, eh, hiyo suala la siku tatu zile, lakini tunakwenda nyuma kuangalia root causes hiyo. Uh, uh, uh, uh, ingine sisi tunaona kuna kauli kweli kauli nyingi za viongozi na kadhalika. Sisi tunajikita kwenye mawili hadidu za rejea hadidu za rejea, na mpaka sasa hivi hatuna amri ya mtu yoyote tunaanza na clean slate, hatuna ushahidi hata kidogo. Tunaanza eh, from zero, ili kuona tunatafuta ushahidi gani. Eh, tutapima ushahidi, tutapima nyaraka, tutakuwa na wataalamu watatusaidia, watu wa data, watakwimu na kadhalika eh, kwa hiyo najua kuna kauli hizi zinatolewa na hivi na nini. Eh, na hisia eh, lakin, lakin, eh, eh, eh, mbali mbali lakini nadhani tusiofia sana kweli. Na umri mkubwa umri mkubwa lakini umri pia unakwenda na uzoefu, lakini kikubwa kama navyosema, wadau wakubwa ni nani? Wadau wakubwa lazima wawe vijana. Kwa hiyo tutakuwa na mbinu mbali mbali za kushirikisha vijana, sio vijana waliosoma tu wasiosoma wenye ajira, wasio na ajira, wa mazingira gani? Eh, hao ni constituency yetu. Unaona ni ni ni ni eneo kubwa la kuwanao ili tuweze ku eh, eh, kwa sababu wana majibu mengi eh, majibu mengi. Kwa hiyo hatuwahoji kwa tuhuma, tunawahoji kwa kupata majibu eh, tunaelekea kwa kupata eh, majibu muda, muda wa tume e, kweli muda uh, unakimbia kama navyosema, lakini tunaona ngoja tuone hizi siku tisini e, kama tutaweza kukamilisha kazi yetu, lakini kama tunasema sisi tunataka kukamilisha kazi kamilifu. Hatutaki kukamilisha kazi e, e, reja reja reja reja e, e, tufanya kazi kwa kikamilifu kwa kiwango, kwa sababu tunajua tutapimwa na Watanzania lakini tutapimwa na kila mtu ndani na nje ya nchi e, hiyo tunaelewa e, tunaelewa lakini, tunaomba tu watupeni muda e, waambie wenzetu watupe muda alafu tupimwe, tusipimwe kabla hatujaanza mtihani e, tufanye mtihani huu mtupe maksi e, tu- tuweze e, kuendelea. Tupime kabla lakini sisi tunaelewa ndio maana tunasema tumejikita kabisa kwa Watanzania, wanataka nini, tuwape nini e, ili e, kweli kama njia moja ya kupona e, kilichotokea e, sababu wote tuko kwenye maumivu makubwa, lakini tuone tunajiponesha vipi sisi wenyewe.